yako namshukuru Mungu uh. Hatma ya safari ambayo ulikuwa umeiandaa, labda mrejesho ukoje? Kwa kweli, uh, tulikuwa, tumiomba, kwa kweli tulikuwa tumeomba kwamba tupate ndege, lakini uh, imeshirikana kupata ndege. Imeshirikana kutokana na sababu moja kwamba ATC wameongeza ruti nyingi uh, na kwenye sehemu nyingine kwa mfano Kinshasa, walikuwa wanaenda mara tatu, sasa wanaenda mara nne kwa wiki. Kwa hiyo uh, inakuwa vigumu kwao kutupatia kuvunja safari uh, za kwenda kule wanapotakiwa kwenda ili watupatie. Kwa hiyo nami mfanyabiashara naelewa kwamba hatutaki kuharibu jina ya Tanzania kwamba wanapokuja kule basi wanavunja safari nyingine, watu wengine watakuwa wanaona hii ndege haina safari za uhakika. Kwa hiyo nimeelewa nao lakini wameni, wamenipa ushauri kwamba ni bora tuangalie namna ya kupata tiketi za ndege uh, za schedule ambayo inaweza kusaidia. Kwa hiyo nilijaribu kuongea na watu wa Egypt. Egypt wametupatia bei ya dola mia saba na hamsini kwenda na kurudi. Eh, hiyo inahusisha, ina uh, iko pamoja na kuwachukua kutoka uwanja wa ndege kupeleka hotelini malazi hotelini chai asubuhi na kuwapeleka mpaka uwanjani na kuwarudisha. Kwa hiyo, naona ni bei sio mbaya sana. Ile ilikuwa tulifikiria kwamba tungeweza kupata kutoka Uh, serikalini basi itakuwa ni nafuu. Kwa hiyo wapenzi ambayo wangependa kwenda uh, tunaweza tuka uh, tukaangalia namna ya kuongea na huyu ajenti wa ndege ambayo nitawapa namba, uh, wanaweza wakawasilia naye ili mpaka Jumanne wanatakiwa wawe wamesha peleka uh, hizo pesa na paspoti ili visa ipatikane na wanaweza kasafiri lakini naamini kabisa kwamba tutaenda nusu fainali, lakini nusu fainali naamini asilimia sabini itakuwa kule kule Misri, kwa ajili Zamalek wanacheza na timu Afrika Kusini. Chansi za Zamalek kushinda ni nyingi. Kwa sasa hivi kama tumekuwa tumechelewa, basi itakuwa ni hivo hivo, uh, kwa dola mia saba na hamsini kwenda uh, Misri kwenda kushuhudia. Uh, tushikamane na tuweze tuka, kama wale ambao wanaweza wakasafiri, tukasafiri lakini yinjini. Msamaha, kwa njia moja nyingine, naomba msamaha kwamba tulikuwa na nia, lakini mpangaji mkubwa ni Mungu. Kwa hiyo nilikuwa na panga twende lakini